Tutairejelea kwengineko. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangazwa mshindi wa uchaguzi tata wa urais kwa zaidi ya asilimia tisaini na nane ya kura huku wananchi wakiandamana kote nchini mapema wiki hii. Tume ya uchaguzi ya Tanzania imemtangaza Suluhu wa Chama Cha Mapinduzi CCM kuwa mshindi kwa kura milioni 31.6. Katika kisiwa cha Zanzibar, kinachojitawa ambacho huchagua viongozi wake, mgombea wa CCM Hussein Mwinyi, ambaye ni rais wa sasa, alishinda kwa takriban asilimia 30 ya kura. Kulingana na tume ya uchaguzi ya Tanzania, Samia alishinda kwa asilimia 98 ya kura kwa kujizolia takriban kura milioni 32 zilizopigwa katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatano. Waangalizi wa kimataifa wameelezea wasiwasi kuhusu ukosefu wa uwazi na ghasia zilizoenea kote nchini humo ambazo, kwa mujibu wa ripoti zimesababisha, vifo vya watu kadhaa, huku mamia wengine wakijeruhiwa. Kukatizwa kwa huduma za mtandao wa intanet kote nchini humo kumeifanya vigumu kuthibitisha idadi kamili wali ya waliofariki. Serikali imejaribu kupunguza ghasia zinazoendelea, huku mamlaka husika zikiongeza marufuku ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri katika juhudi za kudhibiti ghasia hizo. Ushindi huo uliotangazwa na tume hiyo unampa Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye aliingia madarakani mwaka elfu mbili ishirini na moja kufuatia kifo cha mtangulizi wake John Pombe Magufuli, muda wa miaka mitano wa kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki lenye wakazi wapatao milioni 68.